Zilizokuwa njema kwa maana hizi kazi mbalimbali kwa ajili ya dunia yake, kana kwamba vile anakufa ataishi milele, kama ilivyo kwamba afanye pia amali zilizokuwa njema kwa ajili ya akhera yake, kana kwamba anakufa kesho. Neno hili likija, lilikuwa lina maana kwamba hata huu utegemezi uliojitokeza katika maisha ukaleta hatari kubwa katika maisha yetu lina, ikaharibika tabia za watu, kwa mfano imefika hatua kwamba hata ikajenga kiitikadi dhaifu, kwamba ndani ya majumba mengi wanawake wengi wana dhana kwamba wanaume watakufa na wao wataendelea kubaki. Watoto wengi waliozaliwa katika, ma... katika familia wana dhana iliyokuwa kubwa kwamba baba zao wazazi wao watakufa, wao ndio wataendelea kubaki, kwa hiyo wakaharibikiwa katika kitabia na nadhani sehemu mbalimbali tulishuhudia matukio mbalimbali makubwa ambayo yalimhusu mtoto akimtendea baba yake, au yalimhusu mwanamke akimtendea mumewe, kama ilivyo pia baadhi ya sehemu, huyo mume naye alimtendea tukio la uadui mkewe huku ni kujiondosha katika kufanya kazi zako kwa ajili ya dunia yako kana kwamba utaishi milele, lakini pia kujiondosha kufanya matendo yako ya kiakhera kana kwamba unakufa una kesho hili jambo